Mheshimiwa Jenista Mhagama amefariki dunia jana Alhamisi tarehe kumi na moja Desemba ishirini ishirini na tano mkoani Dodoma. Mkoa wetu umempoteza kiongozi madhubuti, mchapakazi na mtumishi wa wananchi aliyeweka mbele maslahi ya taifa, lakini vile wapiga kura wake na wananchi wote mkoa wa Ruvuma. Tunaendelea kumkumbuka Mheshimiwa Jenista Mhagama kwa mchango wake mkubwa katika maendeleo ya jimbo la Peramiho hususani katika sekta ya afya, elimu na miundombinu. Hivyo nitoe pole za dhati kwa familia ya marehemu, ndugu jamaa na wananchi wote wa jimbo la Peramiho na wananchi wote wa mkoa wa Ruvuma. Wito wangu kwa wananchi ni kuwa katika kipindi hiki kigumu tuendelee kuwa watulivu, tuendelee kumwombea Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu alipema Ndugu wananchi, ratiba ya safari ya kumhifadhi mpendo wetu imeshaanza, ambapo leo jijini Dodoma unafanyika shughuli ya kumuaga marehemu. Tunatarajia baada ya mwili kuagwa Dodoma utasafirishwa na kupokelewa katika mkoa wetu na taratibu zingine za mazishi kama ifuatavyo: tarehe kumi na nne Disemba 2025 baada ya mwili kupokelewa mkoa wa Ruvuma hapa Songea kutakuwa na misa na maombolezo nyumbani kwa marehemu pale Makambi. Lakini tarehe kumi na tano Disemba ishirini ishirini na tano mwili utaelekea Peramiho kwa ajili ya misa na kutoa heshima kwenye jimbo lake. Tarehe kumi na sita Disemba ishirini ishirini na tano ndio itakuwa ni mazishi yatakayofanyika katika kijiji cha Rwanda, wilaya ya Mbinga, kuanzia saa tano mpaka saa tisa alasiri. Tuungane sote katika kipindi hiki kigumu na tushirikiane katika kumsindikiza mwenzetu katika safari yake ya mwisho.